kila mtu hata kama ana sauti kama ya mbao kama yangu kila mtu ameitwa kumsifu bwana jioni ya leo ningependa kwa dakika chache tuangalie zaburi ya mia moja kumi na tatu hatutasoma kwa sababu ya muda lakini mutaangalia kila mtu ameitwa kumsifu bwana Nao wengine ni walimu, wengine ni wahubiri, wengine ni lay leaders, miongoni mwetu wengine ni mapadri, wengine ni waimbaji, lakini sisi sote tumeitwa kumsifu Bwana. Je, nani ndiye atakaye msifu Bwana? Ni watumishi wa Bwana, na kila mtu miongoni mwetu ni mtumishi wa Bwana. Hauhitaji kuwa padri ndio ukuwe mtumishi wa Mungu, hauhitaji kuwa leirida ndio ukuwe mtumishi wa Mungu. Hata ndugu yangu anasema yeye ni leirida bonoko, lakini anatumikia Bwana mm. haijalishi lakini Mungu ameita kila mtu awe mtumishi wa Bwana. Na ni wakati gani tutamsifu Bwana? Bibilia inasema tutamsifu kutokea wakati jua inapochomoza kutokea mach... Mawio Ma... hadi. Hadi. hadi macheo, macheo. macheo. kutokea asubuhi kaiyeti agoi ge men kutokea asubuhi mpaka jioni. Kumbuka kumsifu Bwana. Tumeitwa kusifu wakati wote, hata saa hii na hubiri overtime, kwa sababu tumeitwa hubiri hata wakati huu, sio tu wakati ambao unafaa, hata wakati usiofaa. Na Biblia inasema nini tena? Ya kwamba tutamsifu tukiwa wapi? Anasema kutokea mashariki mpaka magharibi, kila pahali tumeitwa kumsifu Bwana. Nani ndiye tunaye msifu? Ni Mungu aliyeinuka na ambaye ametuangalia chini na yeye hapa kwetu Sosiot. Ametuangalia kwa neema, anaona ingawa sisi ni watenda dhambi, yeye kwa neema ametujia kupitia kwa mission, anatuangalia pia kwa huruma, na anatuangalia akitupa matumaini lakini chenye ninamalizia siku ya leo ni kwa nini tumsifu Bwana? Mambo matatu ametufanyia katika zaburi hiyo. Jambo la kwanza, yeye ametuinua kutoka kwa mavumbi. Wakati mwingi ukiwa Mkristo, ukiwa chini, unaonekana kama mavumbi. Mtende dhambi yote ni kama mavumbi, anadharauliwa lakini ni Mungu peke yake anainua watu kutoka mavumbi, na anawaweka pahali pazuri kwa neema ya Mungu. Naomba siku ya leo msifu Mungu ambaye anainuanga watu. Hata kanisa ya Sosiot tulikuja kama hakuna kanisa, amewainua mpaka sasa kuna kanisa. Ukirudi tena, atawainua muwe mumejenga kanisa na hata atawainua zaidi. Endelea kusifu Mungu ambaye anainuanga watu, na nomba awainue hata kwa jamii hii. Tumekuja hapa, mama ametukaribisha. Endelea kusifu Mungu ambaye atakuinua, na yeye atakuinua kutoka kwa mavumbi, atakuinua kwa neema yake, atakuinua akikupa matumaini atakuinua na kukufungulia njia zako katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili, Mungu atakuweka kwa nafasi, atakuweka kwa nafasi ambaye kuna baraka, atakuweka kwa nafasi ambayo kuna ufanisi, atakuweka kwa nafasi ya kuwa na afya njema, atakuweka kwa nafasi na ya kuinuliwa. Naomba Mungu akuweke kwa nafasi katika jina la Yesu Kristo. Mara ya kwanza nilienda kulima shamba, najua sikukuwa mkulima mzuri, nilipata kwa eka nne mahindi mahindi gunia tatu, yaani <laughs> kiaja nimbana yaani nilipata shida ambaye sijawahi ona, lakini ombi langu ikakuwa ni ya kwamba Mungu uniweke kwa nafasi mm -hmm. Na siku moja hiyo shamba, Mungu aliponiongoza the same shamba nilipata 150 bucks, kwa sababu Mungu akikuinua anakuweka kwa nafasi. Hata kanisa ya associate, naomba Mungu awaweke kwa nafasi mm -hmm. katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna jambo ulikuja naye, naomba Mungu akuweke kwa nafasi ambapo jambo hilo halitakuwa tena jambo la mwisho. Nataka nimalize, unajua tunaenda Western, nyinyi mnabakia Rift Valley. Naomba ya kwamba mungu awashibishe. Mungu akushibishe, akikutana na mahitaji ya. Yeye akushibishe na kukupona, akushibishe na neema yake, akushibishe na kila ambacho unahitaji. Mungu wa amani awabariki. Amen. Hii kikundi cha Pokot Praise and Worship, mimi ni chaplain wao ndio mm. Naona nahudhuria na hata kazi nilikuwa naye kesho na kesho kutwa, lakini leo nikasema nitafika hata kama ni usiku. Watu hata niona tena, padri ni mweusi aonekani <laughs> usiku, lakini nikasema hata kama sionekani ajoni nitakuja. <laughs> Na kwa neema ya Mungu nimekuja. Sasa nikienda, mjue tuko pamoja na kikundi hiki. Asanteni sana Chris, pamoja na Becky, na Francisca, na Stan na Dama, pamoja na wacha niseme ile jina yetu, pamoja na Solo na mchungaji Lydia, na wale wengine ambao wametuombea, wako mbali. Mungu wa amani awabariki. kaguruseria kesho Mungu wa amani awabariki kwa ibada, na Mungu awe pamoja nanyi. Na Mungu wa amani awabariki kwa mambo yote, na wapanue mipaka ya kanisa hili la Sosiot na parokia yenu, pamoja na mchungaji na lay leaders na watu wengine wote ambao wanashirikiana nanyi, na hata na kwa nyumba hii ambao tumekanyaga, tunaomba baraka za Mungu ziwe juu ya nyumba hii na ulinzi wake na usikose chochote, mama, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.